Kwa nafasi yangu ni nitoe hii kauli ya na tu ya hawa, na nitimishe tu kwa kusema kwamba mahakama sasa imekuwa ndio kama uwanja wa ya, ya, ninja, kuitafuta, ya, kuitafuta haki. Leo hapa kumekuwa na kesi tatu kwa mkukuo, zenye maslahi ya umma zenye kugusa masuala ya haki, na kesi high profile. Pole pole, kuna kesi ya Tundu Lissu, kuna kesi dhidi ya dhidi ya Chadema. hili, hili, hili la kuwa na kesi tatu kwa mkukuo. Karibu, na Karibu tuendelee kupeana habari, makala na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam imetoa wito kwa viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema kufika mahakamani siku ya Jumatano ya Oktoba 15 ya mwaka 2025 kusikiliza kesi ya jinai namba 258 ya mwaka 2025. Na kesi hiyo iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, Said Isa Mohamed, kwa kushirikiana na Ahmed Rashid Khamis na Maulida Anna Komu inawataja viongozi tisa wa chama hicho kama wadaiwa. Kwa mujibu wa hati rasmi ya mahakama, viongozi hao ni John Wagesa Heche, John Mnyika, Rose Maemba, Brenda Rupia, Hilda Newton, Twaha Mwaipaya, Gervas Bernard Lienda pamoja na bodi ya wadhamini wa Chadema na katibu mkuu wa chama. Hati hiyo iliyosainiwa na naibu msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imeeleza kuwa shauri hilo litasikilizwa chini ya jaji awamu ya ya ya Mbangwa kuanzia saa tatu asubuhi. Kesi hiyo inadaiwa kuhusiana na uvunjaji wa amri ya mahakama iliyotolewa Juni ya tarehe kumi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo viongozi wa Chadema walipigwa marufuku kujihusisha na shughuli zozote za kisiasa na matumizi ya rasilimali za chama hadi kesi ya msingi inayosikilizwa na jaji Hamidu Mwanga kuhusu mgawanyo wa mali za chama hicho baina ya Tanzania bara na Zanzibar itakapomalizika. Kwa mujibu wa upande wa walalamikaji, Heche na wenzake walikaidi agizo hilo kwa kuendelea na shughuli za kichama na kutoa matamko ya kisiasa kinyume na maagizo ya mahakama. Walalamikaji wanadai kitendo hicho ni cha kudharau mahakama na kuleta taswira mbaya ya kutotii mamlaka ya kisheria. Mahakama imemwelekeza wakili wa washtakiwa Dr. Rugemereza AK Inshala kuhakikisha wateja wake wote wanahudhuria kikao cha kwanza cha kesi hiyo bila kukosa na kuwasilisha vielelezo vitakavyotumika katika kujitetea. Na baada ya taarifa hiyo ya mahakama, John Heche alitoa tamko ama jibu kupitia kwenye ukurasa wake wa X zamani kama Twitter akiwa ameandika kuhusiana na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 akieleza hisia kali na kuonyesha wasiwasi wake kuhusu kile alichokiita mipango ya uovu dhidi ya viongozi wa upinzani. Ujumbe huo ulioenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii unasomeka kama ifuatavyo: tunajua mna mipango mibaya zaidi hata kuliko huu, mnapanga hata kudhuru uhai wetu. Sisi siyo majambazi, sisi ni raia wema tunaotaka nchi yetu iongozwe vizuri, tunaotaka utawala wa sheria haki za binadamu na utu wa mtanzania kuheshimiwa. Sisi ni watu tunaopiga vita rushwa na tunaotetea rasilimali zetu zitumike kwa ajili yetu sote. Acheni kutuinda kama wanyama porini, acheni kutishia uhai wetu. Nyie sio Mungu, tutaondoka kwa mapenzi ya Mungu sio nyie. Tunapata taarifa zote kila wakati, hata kabla ya nyie kufanya uovu wenu. Acheni kufikiria kutudhuru, tuwekeni hata ndani ili watoto wetu wawe wanatuona. Jambo moja la uhakika ni kwamba hakuna kiwango cha kitisho kitakachosababisha tukae kimya. Acheni na kutesa watu, maana hatutanyamaza hata siku moja. Vita dhidi ya uovu sasa ni ya Watanzania wote, na kwa uhakika ushindi mbele yetu ni mkubwa mno. Watanzania dhidi ya genge dogo na Watanzania watashinda. Muda sio mrefu, tutashinda. Kauli hiyo ya Heche imechukuliwa kama jibu rasmi la kisiasa kwa taarifa ya mahakama na imeibua mijadala mikubwa nchini huku baadhi ya wa wachambuzi wakieleza kuwa ni taarifa ya tahadhari dhidi ya kile anachodai ni vitisho vinavyowalenga viongozi wa upinzani. Kesi hii imekuja wakati ambapo Chadema imekuwa ikikumbwa na migogoro ya muda mrefu ya kisheria na kisiasa. Hali kama hii imewahi kushuhudiwa mara kadhaa katika historia ya cha chama hicho tangu miaka ya 2010. Mwaka 2011 alikuwa katibu mkuu wa chama Dr. Wilbrod Slaa aliwahi kuitwa na vyombo vya dola kufuatia matamko yake kuhusu matumizi mabaya ya fedha za umma mwaka uliofuata freeman mbowe na wenzake walikamatwa jijini arusha kwa madai ya kuandaa maandamano bila kibali kesi iliyodumu kwa zaidi ya miaka miwili kabla ya kuondolewa mnamo mwaka 2016 mbunge wa arusha mjini god bless lema alikamatwa na kushikiliwa kwa muda mrefu kwa tuhuma za uchochezi tukio lililozua taharuki kubwa ndani na nje ya nchi na mwaka 2011 chama hicho kilipitia kipindi kigumu baada ya Tundu Lissu aliyekuwa mgombea wa urais wa mwaka 2020 kujeruhiwa kwa risasi, jambo lililoleta sintofahamu kuhusu usalama wa wanasiasa wa upinzani. Kesi nyingine iliyotikisa nchi ilikuwa ni ile ya Mboe na wenzake mwaka 2022, waliokabiliwa na wali tuhuma za ugaidi. Kesi hiyo ilichukua miezi kadhaa kabla ya kufutwa rasmi na mkurugenzi wa mashtaka, yani DPP. Kwa uchambuzi wa siasa, mfululizo huu wa kesi umeonyesha changamoto kubwa ya kisiasa nchini, hasa kuhusu uhuru wa mahakama, utawala wa sheria na haki za wanasiasa wa upinzani. Baada ya taarifa ya kesi hii kuenea, taasisi kadhaa za haki za kibinadamu zimeeleza wasiwasi wao kuhusu mwenendo wa kesi za kisiasa nchini, zikisisitiza umuhimu wa mahakama kufanya kazi kwa uhuru na uwazi. Mitandao ya kijamii nayo imefurika maoni mbalimbali mbali. baadhi wakimtia moyo Heche na wenzake, huku wengine wakitaka kesi hiyo ikamilike haraka ili ukweli ujulikane. Kauli kama haki kwa wote na tunaendelea kupambana zimekuwa zikisambazwa na wafuasi wa Chadema mitandaoni. Kwa upande wake serikali na maafisa wachache wameeleza kwamba kesi hiyo ni ya kisheria na si ya kisiasa, wakitaka umma kuacha kuchanganya hoja za sheria na siasa. Kesi namba 254 mkwaju 2025 imeibuka katika kipindi ambacho siasa za Tanzania zinapitia mtihani mkubwa wa uaminifu na imani ya umma kwa taasisi za dola. John Heche na viongozi wenzake sasa wanakabiliwa na changamoto ya kuthibitisha usafi wao mbele ya mahakama huku wakilinda heshima ya chama chao. Lakini zaidi ya kesi hii, swali kuu linaloendelea kuzungumzwa mitaani ni hili: je, haki itatendeka bila upendeleo? Wakati huo wa huo ujumbe wa Heche unazidi kusikika kama wito wa upinzani dhidi ya hofu. Ujumbe unaonyesha kwamba siasa za Tanzania bado zipo kwenye uwanja wa mvutano mkali baina ya mamlaka na wale walio upande wa pili. Wakati viongozi wa CHADEMA wakijiandaa kufika mahakamani siku ya tarehe 15 ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025, macho ya Tanzania yanabaki kuelekezwa kwa Jaji Awamu Mbagwa ambaye ataanza kusikiliza kesi hiyo yenye uzito mkubwa, kesi ambayo kwa mara nyingine inaofungua mjadala kuhusu nafasi ya upinzani katika siasa za Tanzania. Kwa watanzania wengi, hii si siku ya kesi mahakamani tu, bali ni kipimo cha imani yao katika haki, demokrasia na ujasiri wa wanasiasa wanaokataa kunyamazishwa. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi. Kiganjani mwako.